Halo Radio Jambo. Eni hey, Patias. Hey, kitu nilikuwa nataka this time round tunipatanishe na OCS. E hey, as we speak niko niko police station. Mhm. Hata -hmm. Wameniweka mahali ni yote jua na wakanisaidia simu nipike nyumbani. E hey, ndio watu wa kwetu wataripu kuni, kuni, kuniletea cash pay ndio nitoke. E hey, lakini kitu hiyo pesa ni mrefu sana. Hakuna mtu kwetu anaweza nisaidia. E, mimi hata, hata kwetu siwezi pika kwa sababu hata mimi walishani dizon. Sasa kiti ndo nilikuwa nasema mkiweza, mm -hmm. E, kunipatanisha tu nao siezi, itakuwa shwari kabisa mm -hmm. E, mahali shita ilitokea kiti, mm -hmm. Wameniekelea ati mimi niliipa kuku. Unajua hiyo incident ilianza aje? Hiyo incident mimi nasikia kuna mtu kwa plot yangu karibu na plot yangu, ati aliweza kuua mtu, duru za kuaminika zinaponga hivyo mm -hmm. Sasa kumbe watu walianza kusense, wakasema, hapana, huyu mwenye aliua huyu mtu si mtu wa mbali, ni jirani. Na watu wakafanya hapo statistics, statistics, moja mbili tatu. Eh, unajua ni mob justice pia ni TCI wakafanya wakakundua, inaweza kuwa ni huyu jamaa. mm -hmm. Sasa watu walikatapika, wakaenda huko na asira chungu nzima, sisa sindi, walifika huko wakataka kumushika hivi, wamutengeneze wamutengeneze. mm -hmm. Hapo huyo jamaa huyu pia ye e akajifungia kwa nyumba, lakini mobjustice nayo hapo haikuchoka hata kitoko kwa sababu alikuwa vijana paroparo. mm -hmm. E, mob justice ikakasirika, ikaona huyu jamaa anaua watu na ako na mali ako na kari kiti. Hapo ndio waliwasha kipiriti wakaekelea kwa kari eh, walianza kuchoma hiyo kari sasa. Kitu mnamo kari ilikuwa inachomeka E, mi niliona moto tu imeanza, upepo imeanza kutokea tokea mm hivi -hmm. Lakini mimi na design zangu kuchungulia upande wa ndani mm -hmm. E, nikaona kumbe huyu jamaa pia alikuwa amefuka kuku za grade mm -hmm. Na zingine zilikuwa za kienyeji, hata ingine ni kama ilikuwa inataka kulalia ama kutaka one of the two mm -hmm. So kiti mimi wakati niliona upepo imesukuma moto inaenda kwa nyumba ya kuku. Mhm. Mm, ilibidi nimeokolea hizo kuku. Eh, ilibidi tu nisiokolee. So Gidi said mimi sikuipa kuku. Eh, mimi nilisichukua tu. And you at least ipaki uhai. Si unajua Disemba imekaribia. Na Christmas iko karibu. Yes. Sasa nikazifanyia justice. E, hapo ndio ripoti ilisemekana ati niliipa kuku, mara mimi ndio nilikuwa ninataka ku, mimi ndio niliwasha moto hiyo kari e, ndio siweza kanilima pingu, lakini si pingu za maisha, pingu pingu e. Sasa si mimi nimerushwa ndani e, niko sahii korokoroni ama nikeresani e. So ndio kiti nilikuwa naomba tu, kwa sababu hiyo cash bail ni mrefu na kwetua linitisona mimi, nilionelea kuliko nipike kwetua, esi shika simu yangu nikaona eri niwapikie, labda e, tunaweza patana na usiesi, tuelewane ata reduce usiyo cash bail.